Kawaida huwa tunaungana na mwenzetu Ali Bakari na kutuletea zile ambazo uh, zimebamba kwa siku hii ya leo, wakati pia na muda nao unakimbia kweli kweli. Ali Bakari, naam. Uh, mambo anaenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu pamoja uh, na kwamba mvua imenyesha kwa zaidi ya saa ishirini ndio katika jiji hili la Dar es Salaam, lakini mm mambo yanakwenda vizuri. Yanakwenda vizuri na alhamdulillah, tumefika salama katika ofisi hizi Amin. za Azam TV, karibu sana asante sana. Mimi nimefurahi kumwona uh, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, huyo mm. ni Hamisi Mwinjuma juma akitembelea uwanja ule wa Benjamin Mkapa uh, kuhamasisha kuhakikisha ya kwamba dimba uh, lile linaweza kutumika tarehe ishirini na tano katika mchezo wa mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika wakati Simba Sports itakapoikaribisha Rais Berkana kutoka kule Morocco. Jambo zuri kabisa, tunaambiwa ya kwamba ukitaka kupanga eh, basi nyakati kama hizi ndio utafute chumba ama utafute nyumba eh, unaweza kujua hali ipoje? Yes, yeah. Twende katika zile Zilizobamba katika mitandao ya kijamii tuone nako huko kuna habari eh, gani? Moja kwa moja twende katika hizo habari za kwanza kabisa katika mitandao ya kijamii uh, eh, na bila shaka yoyote tutaanza na habari inayohusiana na, na uh, kombe la shirikisho ama Simba Sports ambayo Uh, yenyewe ndio uh, watakuwa wenyeji kwa tarehe hiyo ya ishirini na tano yes. uh, <coughs> tende moja kwa moja katika hiyo habari za mitandao ya kijamii ama Zilizobamba katika mitandao ya kijamii tuweze kuona yes, hiyo habari unayoiona hapo usoni kwako ni imepostiwa na Azam TV Sports ambayo uh, inahusisha uh, hapo utamwona Thomas Muller ambaye anacheza Bayern Munich, lakini pembeni unaweza ukamwona Uh, Vincent Kompany ambaye kwa sasa ni kocha wa Bayern Munich, na hiyo ilikuwa ni mwaka elfu mbili na nane, wakati Vincent Kompany akicheza mechi yake ya mwisho uh, akiwa katika ligi ya Bundes kwa maana ya Bundesliga. Lakini kule kwa Thomas Muller itakuwa ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza uh, kucheza katika ligi hiyo ya Bundesliga, lakini uh, weekend iliyopita kupitia Azam Sp uh, Sports 2 HD uliweza kuishuhudia mechi ya kati ya Bayern Munich ikicheza dhidi ya Mainz, na mechi hiyo ndio ilikuwa mechi ya 500 uh, kwa Thomas Muller, ambapo pia alikuwa kocha wake alikuwa ni huyo Vincent Kompany ambaye mpaka sasa ndo anaiongoza uh, Bayern Munich. Hayo yapo katika ukurasa wa Azam TV Sports so, wakati uh, uh, Idi Salim Kidede akiwa na Rashid Hamisi hapa walikuwa wanaijadili Uh, ile uh, match yes, ligi ile ya FKF ya kule uh, Kenya, na wenyewe sasa Gor Mahia uh, wameposti msimamo wa ligi hiyo ya Kenya, na wakisema uh, race ndio kama hii only two points separating top uh, three teams mnaonaje? um, kwa maana ya kwamba team hizo uh, point Chachi tu ambazo zinatenganisha kati ya hizo timu ambazo zipo juu, huku kuna polisi lakini na Taska wao katika nafasi ya tatu wakiwa na pointi 50, lakini anayefuatia na pointi 51, anayeongoza na, na pointi 52. Moto unawaka sana hapo moto unawaka na inaonekana ya kwamba Gormahia yeah. ni kama vile ari ile ya kulitaka kombe imerejea, eh, wakiangalia idadi hizi za pointi yeah. na idadi ya mechi ambazo zimesalia kwa sababu huko huku kuna mechi timu 18 kwa hivyo yeah. na mpaka sasa wameshacheza mechi ishirini na nane katika kila timu, kwa hivyo okay. kuna dalili kubwa ya kwamba inawezekana wakikaza kidogo tu msuri hawaenda wakaweza kutetea kombe yeah. na michezo sita hiyo hiyo hiyo nani hiyo, uh, hatari hapo polisi, mm. wanasema kama asipochukua kombe la ubingwa mwaka huu yeah. vijana waitieni Ndaragije kocha <laughs> mashuhuri sana ashafundisha hapa Uh, timu ya taifa ya Tanzania ameshafundisha, uh, TKMC hapa. yes, ni kweli uh, lakini mm. pia ni kukalisha kidogo Ali mm. Bakari mm. uh, kuwakumbusha tu watazamaji wetu kwamba nusu fainali uh, ya Ligi ya Muungano pale katika uwanja wa Gombani Pemba yes. uh, leo hii kuna mechi inapigwa pale Zimamoto mm. mm. uh, Zima yeah. moto na yeah. wananchi wanakutana yeah. pale yeah. na muda nafikiri umekuwa si rafiki sana yes. Uh, mimi ni washukuru tu yeah, kwanza nikushukuru Ally Bakari kwa kuja kutupa japo, uh, mm. kwa uchache yeah, hicho ambacho yeah. kimejiri, yes, lakini pia wale wote ambao tumeanza nao kipindi cha viwanjani kwa siku ya leo, uh, Misa Abdulrahman na uh, Rashid Hamis alikuepo hapa akizungumza uh, kwa hisia kweli kweli, lakini Sharifu Bayona pamoja na Adriano James, na kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha kipindi cha leo cha viwanjani, nami ni Ulamaa Ed Salum, hadi wakati mwingine, kwaheri.